Tuelekee kaunti namba 31 ambapo ushirikiano wa maofisa wa polisi na wazee katika eneo la Laikipia Kaskazini umesaidia kurejesha mbuzi 25 waliokuwa wameibiwa juma lililopita katika kijiji cha Kahuho. Wakazi wanasema kuwa mifugo hao walikuwa wakisafirishwa kwa gari aina ya Probox wakati walipopatikana katika eneo la Mutara huko salama, na washukiwa wakafaulu kutoroka <tuhi> Ii, mbuzi alipotea Jumatatu na alipatikana saa mbili ya usiku, iko osee, imekutana tu usiku na mbuzi hiyo. Osee iko na pikipiki, wakati namlikwa kuvuka daranja ya Mutara, wakora natoroka wanatukiwa mimi simu saa saba, saa mbili ya usiku. Tumeona hiyo uhusiano yetu imeleta mafanikio mzuri, juu tumekuwa na, na, na mawasiliano mzuri. Hatukiwa tunaongea na hawa wazee na tunakoordinate na wao na wanaweza kutusaidia kwa ile upande e, yenye mali ilielekea na wakaweza kufanya uchunguzi wao na mafanikio ikapatikana, na mbuzi tumeshazipata. Tuseme kwamba askari wametusaidia kwa sababu Uwezi ukaingia mahali pale, ni kichaka kikubwa sana, na mahali pale tukifuata, tulikuwa na askari NPL saidi ya askari hamsini, askari wa, wa mzungu mahi oromaiso, na wameshukua kibarua kikari na wameweza kutusaidia sana. Aliweza kutupatia hata umbwa ya kunusa, na iliweza kutusaidia na kutupatia mwelekeo tuelekee kaunti namba